Bwana wa Mungu bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetupa neema ya kuifikia Oktoba hii ambayo ni ya neema kweli kweli. Ndani ya mwezi huu wa kumi katika usharika wetu wa Rwanda, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, tarehe kumi na tisa tutafanya sikukuu ya mavuno, siku ya kilele cha mavuno kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana wa Mungu katika ibada hii muhimu itakayoambatana na matukio mbalimbali lakini mbali, tukio kubwa litakuwa ni tukio la kuombea mavuno, kuombea mwaka na kuombea ardhi ili iwe tayari kupokea mavuno mengine kwa namna ambavyo Mungu atatupa mvua kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo wapendwa wa Kristo, karibuni katika ibada hiyo itakayoanza saa mbili kamili asubuhi. Tutaanza kwa maandamano tukiwa na vitu mbalimbali ambavyo Mungu ametujalia kwa mwaka huu tulivyovipata, ili kuipelekea madhabahu takatifu ya Mungu. Niwakaribishe sana ninyi nyote kwa kadiri Mungu alivyowawezesha, tuungane pamoja kumtukuza na kumshukuru Mungu kwa vipaji na karama mbalimbali alizotupa katika mwaka huu 2025. Na niwakaribishe katika Utatu Mtakatifu wa Mungu ili baada ya hiyo Ije iwe na utukufu wa Mungu. Na shughuli zote zijifanyike katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.